Kituo cha polisi cha Moroto kilichoko karibu na Machakos Country Bus ndiko akina yake hawa walikosalia kupiga kambi mizigo yao ikiashiria kuwa walikuwa wamepanga sherehe za kukata na shoka. Tulikuwa tumekata gari asubuhi around five, watu wengine wamekuja hapa five and then sasa vile tumekata gari si tukapanda gari, gari. Tena tukarudishwa nini ile seat, tukaambiwa hizo gari zinaenda Kindupei. Sasa so, sasa tukangojea so, tukaambiwa gari nakuja iko kwa jam, tukashuka chini, kushuka wakaweka watu wengine kumi, na wao walikuwa wametolewa kwa gari lingine wakaja hapo, walikuwa naenda Umabe Kikaenda. Sasa from there wakapotea na hizo pesa zetu. kwenda kwenye afisi za kampuni hiyo inayojulikana kama Daima, afisi ilikuwa imefungwa, wenye kuchukua pesa hawashiki hata simu Walipolazimika kutafuta usaidizi wa polisi, wakakutana na msamaria mwema akawakubalia waabiri gari hili, lakini alipwe kwanza ndipo awapeleke wanakokwenda. Imekuwa mfurutano, atampatie 800 from 1600 ama 1000. Sisi tunataka tupatie pesa zetu turudi nyumbani, tutaenda kesho ama tuende mwaka ngine, abataki. Mimi nataka tu wanirefund pesa nikate gari ingine ama tuende na hii gari hakuna kwenda na daima. Kadri mvutano ulivyoendelea ndivyo matumaini yao ya kusherekea Krismasi na wapendwa wao yalivyodidimia. Hasa nimetoka nyumbani na pesa zangu, honestly nimefanya kazi kwa muhindi, nimekuja kilo safi hapa. Pesa ngapi? paka kisii 1600, shika na napeleka na hivi kama mayai. Miaka yangu ni ya kusumbulishwa hivi? <laughs> Ona sasa, hawa ni watoto ambao wakaapa hivi Wakati mtu anakukosea heshima, anakukon your eh, money ukiona tangu asubuhi ulipoamuka mpaka saa hii, saa 11, is unfair. Lakini subira ilivuta heri, kwani hatimaye waliondoka jioni, badala ya saa kumi na mbili asubuhi kama walivyopanga. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.